wa Kassim Majaliwa Majaliwa anakuja mkoani kwetu kwa ajili ya kufanya ziara ya kikazi ya siku mbili, na katika ziara hiyo itahusisha mikoa uh, wilaya tatu, itahusisha wilaya ya Mwanga, wilaya ya Rombo na wilaya ya Moshi vijijini. Kwa hiyo naomba wananchi wajitokeze kwa wingi katika maeneo ambayo mheshimiwa waziri mkuu atapita katika hizo wilaya, maeneo hayo. Atakapofika kesho tarehe 25, moja kwa moja anakwenda wilaya ya Mwanga, na kule atafanya kazi nne. Kazi ya kwanza anakwenda kuzindua geti la utalii la wenzetu wa TAWA ambalo limejengwa kwenye kata ya karamba karamba ndea. Kwa hiyo atafungua geti lile milika, kwa sababu limeshakamilika na tayari kwa wakati. Na faida ya geti lile, maana yake wale watalii ambao wako ndani ya hifadhi ya Mkomazi wanaweza sasa wakapita kutokea Mwanga na kutokea Mwanga kwenda Mkomazi bila kupita barabara kubwa. Kwa hiyo ni faida kubwa, kwa hiyo atalizindua ile get. Geti baada ya uzinduzi wa geti hilo atakuja kuifungua hospitali ya Mama Ngoma, hospitali ya ya Profesa Ngoma ya wagonjwa wa saratani e. Baada ya hapo, atakuja kuweka jiwe la msingi ofisi ya utawala ya halmashauri ya wilaya Mwanga. Akimaliza hapo atakwenda Uh, Usangi kwa ajili ya kufanya mkutano wa hadhara na wananchi wa Usangi. Kama mlikuwa, kama mnavyofahamu kwamba mheshimiwa rais alifanya mkutano huku tambarare juzi juzi wakati wa uzinduzi wa mradi wa maji. Sasa mheshimiwa waziri mkuu tumeamua kumpeleka kule kule mlimani na wananchi wa mlimani nao waweze kuona kama viongozi wao. Siku ya kwanza tutakuwa tumemaliza. Siku ya pili mheshimiwa waziri mkuu Atakwenda uh, Moshi DC kwa maana ya sekondari ya wasichana ya Old Moshi pale, atafanya kazi ya uzinduzi, na kama mnavyofahamu ile shule eh, serikali ilitoa pesa kwa ajili ya kufanya ukarabati na kupokea wanafunzi wapya. Kwa hiyo tunao wanafunzi wa kidato cha tano wasichana wako pale, kwa hiyo atazindua. Baada ya hapo, tutakwenda moja kwa moja wilaya ya Rombo. Atatembelea barabara ya Lower Road. Na niye kama mnaofahamu, kama barabara ile ni muhimu sana na wananchi wanaitegemea sana kwa hiyo atapewa maelezo na na meneja wa TANROADS, akimaliza pale kwenye kona, baada ya maelezo, tutaanza sasa kuikagua ile barabara, tutakwenda kukagua mpaka Tarakea. Tukifika Tarakea pale kuna kipande cha kilomita mita sita kimeshawekwa lami na kuna kilomita kumi ziko kwenye manunuzi, kwa hiyo inajengwa kwa awamu, lakini atakwenda kule Tarakea kufanya atafanya mkutano wa hadhara na wananchi wote wa wilaya wa ya Roma. Tukitoka pale tunakuja Moshi tena DC kwa maana ya Himo atafanya mkutano mkubwa sana pale kwenye viwanja vya polisi Himo.